Tunapata kujifunza neno la Mungu na pia tunapata kujifunza maisha kwa ujumla wake. Mimi ninaitwa Judith, karibu sana katika live yetu ya leo. Live yetu ya leo nimeifanya mida hii ya mchana, i hope huko ambapo wote mta join, sijajua uko kwenu ni mchana, usiku au asubuhi, lakini nakukaribisha sana sana katika live hii ya leo. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa kutuchagua, asante kwa kutupa nafasi tena hii ya kusikiza maandiko yako. Tunaomba Roho yako kwa ki kiongozi, kwenye Yesu Kristo, amina. Basi katika live hii ya leo, mpendwa, tunaendelea katika kile kitabu chetu cha Samueli, kitabu chetu kile cha Samueli, kile kitabu cha kwanza cha Samueli. Kama umekuwa ni mfuatiliaji wa live zangu hizi basi utagundua kwamba tulianza katika kitabu hichi cha kwanza cha Samweli. Tukaona hadisi ya Hana ambaye ni mwanamke ambaye alikuwa hajapata watoto lakini pia tukaona jinsi gani alifanikiwa akapata watoto, na tunazidi kusonga mbele, na katika ile ya leo tupo katika Samweli 4 katika Samweli 4 Usisahau tupo bado katika kitabu cha Samweli, Samweli. Ile ya kwanza kitabu cha kwanza cha Samuel. Kwa hiyo kama kawaida tunasoma pamoja kwa, kama una Biblia yako, basi ni wakati sasa wa kuchukua Biblia yako. Kama Biblia yako kwenye simu, basi ni wakati sasa wa kutazama kwenye simu, lakini nadhani itafaa zaidi ukichukua, maana utaweza kuona nitazama uku unasoma. Kwa hiyo kama una Biblia yako, karibu vute Biblia yako, tusome pamoja. Basi katika hii Samueli nne. Uh, leo tutasoma kwanzia Samueli kwa, ile Samueli moja mpaka mstari wa ishirini na mbili. Tutasoma kwa pamoja, tutatafakari kwa pamoja. Okay. Anasema katika fungu la kwanza, ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani. Wakatua karibu na Ebenezeri nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakaua watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani wapata watu elfu nne. Hata watu walipofika kambini wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo, hata huko lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Nne. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaye juu ya makerubi. Na Hofni na Finehasi wana wa Eli walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Tano. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Waisraeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu hata nchi ikavuma. Sita. Na Wafilisti waliposikia mshindo wa vizile kelele, walisema maana yake nini? Mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waibrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. saba. Wafilisti wakaogopa, maana walisema Mungu ameingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani halijawahi jambo kama hili tangu hapo. Sasa tukomee kwanza hapo katika huo mstari wa saba. Kama nilivyosema, tupo katika saa kitabu cha Samueli wa kwanza tumeanza kusoma katika ule mlango wa nne sasa, nimeanza kusoma moja mpaka saba Tuanze ku, tuanze kuona hapo kwamba mambo yanaendaje. Kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri, tumeona kabisa hawa watoto Hofni na Finehasi ni watoto wa Eli ambao walikuwa wanafanya kazi ya ukuhani, lakini walikuwa hawaenendi sawasawa na Mungu, walikuwa enendi sawasawa na mapenzi ya Mungu na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo hata katika kile kipindi ambacho walitoka wana wa Israeli wakaenda kupigana na Wafilisti, hawa Hofni na Finehasi walikuwa bado wanafanya kazi ya ukuhani. Kwa hiyo sasa, Waisraeli walipoenda kule kupigana na Wafilisti, walipopigwa sana, wakasema kwa nini Mungu ametuacha, mbona eh, tumepigwa kiasi hiki? Sasa wakasema twende, tukachukue lile sanduku la agano, lile sanduku ambayo tunajua mule ndani ndo Mungu wetu anaishi tulibebe hiyo walipoenda kulichukua wakamchukua pamoja na yule kuhani ambaye ni Hofni na Finehasi, nao wote wakaenda wapi? Vitani, pamoja na sanduku la nani? La Bwana. Kwa hiyo wa Wafilisti waliposikia kelele za shangwe wakauliza kuna nini? Wakaja kufahamu kwamba Mungu wa Waibrania ameletwa. Katika fungu la saba nasema Wafilisti wakaogopa maana walisema Mungu ameingia kambini, wakasema ole wetu, kwani halija, halijawa jambo kama hili tangu hapo. Funzo tunalolipata kumbe, kuna nyakati nyingine, nyakati fulani katika maisha, tunaweza tukadhani kwamba watu hawamjui Mungu, hawamjui Mungu tunayemtegemea, hawamjui Mungu tunayemtumikia, kumbe watu wana taarifa za huyu Mungu tunayemtumikia watu wanafahamu kabisa kwamba huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu mkuu mwenye nguvu, na wanapotuona tunalegalega tunayumba yumba, wanatushangaa kwa sababu wanajua tunaye Mungu ambaye ana nguvu. Vivyo hivyo, Wafilisti walipoona kwamba lile sanduku la agano limeletwa, wana wa Israeli wanapiga kelele, wakafahamu kabisa kwamba ole wetu, maana tunaenda kufa, maana walimjua huyu Mungu ambaye huyu Mungu wa Waebrania wao walikuwa tu wanapu- wanampuuzia na kutukumtilia maanani, lakini Wafilisti walimjua Mungu wa Waebrania kwamba ni Mungu asiyeshindwa vita kwamba ni Mungu mkuu ambaye atakapofika sehemu yoyote ile basi mambo hayawi kama yalivyokuwa. Katika fungu la nane nasema ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kama pigo ya kila namna jangwani tisa iweni hodari na kufanya kiume enyi wafilisti msije mkawa watumwa wa ibrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu fanyeni kiume mkapigane nao wafilisti wanajipa moyo kwamba ni kweli tunamfahamu Mungu wa Ibrania ni mungu mkuu mungu asiyeshindwa vita lakini nendeni kiume. Mpendwa unayenitazama, kuna wakati fulani katika maisha yako shida unazozipitia, matatizo unayoyapitia yanafahamu kabisa kwamba una Mungu asiyeshindwa, lakini shetani anasema twende tumpatie haya matatizo, twende tumpatie hizi changamoto. Japokuwa tunajua anaye Mungu asiyeshindwa, lakini twende tukamletea hizi changamoto, akitegemea kwamba utatikisika akitegemea kwamba utapata hofu na kutokuamini kwamba Mungu uliye naye ni Mungu mkuu. Katika ile fungu la la kumi, Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani mwake, wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu thelathini elfu wenye kwenda vitani kwa miguu hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na Hofni na Finehasi wale wana wawili wa Eli wakauawa. Kwa hiyo sasa tunarudi nyuma kidogo tuliposoma. Kama i ni mfuatiliaji mzuri wa live hizi, utafahamu kabisa. Hapo nyuma, Mungu alimtuma mtumishi wake kwa Eli akamwambia kwamba Eli, watoto wako Hofni na Finehasi hawatendi yaliyo haki, hawatendi yaliyo maagizo ya Mungu, wanafanya vitu ambavyo si vizuri lakini badala ya Eli kuwakataza na kuwaonya watoto wao wake, akawa anawaendea kwa lugha lahini, akawa anawaendea kwa lugha ambayo ni rafiki ya kutokufanya watoto wake wasiuziki. Kwa hiyo moja kwa moja akawa anaungana na watoto wake, na Mungu akamwambia kwamba kwa kitendo hicho sitakusamehe. Na hapa sasa tunaona japokuwa wana wa Israeli Waibrania hawa walichukua sanduku wakaenda nalo vitani, lakini bado Mungu akanyamaza kimya. Mungu akawaacha wapigwe, hata kama adui anafahamu kabisa kwamba walikuwa na Mungu asiyeshindwa, lakini Mungu akawaacha akanyamaza kimya, ili wapate somo katika maisha, na ili sisi leo tunaosoma kisa hiki tupate somo kwamba kuna wakati mwingine matendo yetu, maisha yetu uchaguzi wetu tunaofanya katika maisha tukidhani kwamba Mungu yuko pamoja nasi, kumbe Mungu tulishamwacha muda mrefu sana. Tunenenda katika njia zetu ambazo zinatufurahisha tukidhani kwamba Mungu tunaye, kumbe Mungu tulishamwacha huko mbali sana. Na pale tunapopigwa na kuangaishwa na matatizo, tunaanza kulaumu kwamba Mungu ulikuwa wapi? Uko wapi Baba? Kumbe tulimwacha mbali sana huko mbali ambako tulikuwa anatuambia kwamba ise fanyeni hivi na hivi na hivi, fuateni sheria hivi na hivi na hivi. Tukaona sheria zake, maagizo yake, maelekezo yake kana kwamba sio kitu, na mwisho wa siku tukajikuta tunaingia katika changamoto kubwa, tukidhani kwamba Mungu ametuacha, kumbe sisi ndiyo tuliomwacha Mungu kwa mbinguni. Kwa hiyo, hapa tunaona katika ile fungu la kumi na fungu la kumi na moja wanapigwa Waisraeli japokuwa wamekuja na lile sanduku la Bwana vitani, lakini bado wanapigwa, na mwisho Hofni na Finehasi, wana wa Eli, wanauawa kama neno la Mungu lilivyosema kwamba watauawa ndani ya siku moja. Na neno linatimia katika ule mstari wa kumi na mbili. Basi mtu mmoja wa Benjamini akapiga mbio kutoka mle jeshini akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani wake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na huyo mtu alipoingia mjini, akatoa habari, mji wote ukalia, maana mji wote ulikuwa unajua kabisa, sisi tunaye Mungu wa majeshi, Mungu anayetupigania. Lakini imekuwaje leo ametuacha? Mpendo, kuna nyakati katika maisha Unaweza ukasema mbona mimi nina Mungu, ninasali kila siku, ninaomba kila siku, lakini yamekuwaje mambo haya yamenitokea? Mpendwa, kumbuka pale ambapo ulipofanya maamuzi ya kumwacha Mungu, pale ambapo maisha yako ulipokuwa unayaendesha, pale ambapo chaguzi zako ulipokuwa unazichagua, je, ulikuwa ulikuwa unafanya unafanya chaguzi chaguzi ukielekea ukielekea kwa Mungu au mapendekezo yako wewe mwenyewe ndani ya mungu wako? Kuna nyakati fulani tunadhani kwamba ni desturi tunavyosali, tunadhani kwamba tunavyosoma ni desturi. Tunadhani tunasema mbona kila siku mimi naomba, mbona kila siku mimi ninasoma. Lakini je mienendo yako maisha yako, je ni yana uhusiano ule wa kweli kweli na huyu Mungu, au uhusiano wako ni wa kugushigushi? Unasema kwamba mimi naenda kanisani, lakini je unaenda kanisani kwa lengo la kuabudu au unaenda kanisani kwa lengo la kuona ku watu wa kuona Je, unaposoma neno la Mungu, unasoma ili uelewe, ujenge mahusiano yako na Mungu wa mbinguni au unasoma ili watu wakujue unasoma? Hmm? Au unasoma ili upate kitu cha kubishana na watu kwamba unajua sana Biblia, neno la Mungu unajua. Unapoomba, je, ni desturi yako umekuwa umelelewa? Kabla ya kulala umeshazoea tu kuomba Mungu naenda kulala nilinde. Imekuwa ni desturi yako au ni mahusiano yako ya na Mungu na yajenga. Kwa hiyo kuna nyakati fulani tunadhani tupo safarini pamoja na Mungu, lakini kumbe tulimwacha Mungu mbali sana, na tunaenda peke yetu katika safari. Kwa hiyo magumu yanapotusonga tunashindwa kuona ule moyo wa kutambua kwamba katika hili gumu nilolipitia, je, niko na Mungu? Au katika hili gumu nilolipitia, je, niko peke yangu? Au katika hili gumu nilolipitia, niko na huyo adui Shetani? Neno hili leo, mpendwa, likatukumbushe kwamba katika haya maisha ni vyema sana kujenga mahusiano na huyu Mungu na si kuishi maisha ya kidesturi, kwamba tayari ni tamaduni yako ni ni udhoefu wako tu, umeshazoea zoea, asubuhi ukiamka unasali, mchana sijui unasali, jioni unasali, unasoma Biblia. Ni vizuri kufanya hivyo, lakini ufanye hivyo ukiwa unajenga mahusiano yaliyo ya kweli na huyu Mungu wa mbinguni, ndipo utakapoona uhusiano wa kweli katika hata haya maisha ya kimwili ambayo tunaishi. Kwa hiyo, hapa tunaona kwamba wana wa Israeli wanapigwa, wana wa Israeli wanakufa, Hofni na Finehasi watoto wa Eli nao wanakufa, na mtu mmoja anarudi sasa, anakuja kutoa taarifa kwamba sanduku la Bwana limechukuliwa na watu wamekufa, na Eli anapata taarifa katika mstari wa 15 anasema katika mstari wa kumi na nne Samweli anasema, naye Eli aliposikia kelele za kile kilio akasema, maana yake ni maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka akaenda akamwambia Eli. Kwa hiyo Eli kumbe akaanza kusikia watu wanalia kutokea mbali sana, wameshapata taarifa kwamba watu wameuawa na sanduku la Mungu limeondoka. Eli anauliza sasa, maana yake nini kelele hizi? Basi yule mtu akamkimbilia Eli, mstari wa 15 basi Eli umri wake umepata miaka miaka tisini na minane, na macho yake yamefufuka, hata asiwezi kuona. Yule mtu katika mstari 16 akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema yalikwendaje, mwanangu? 17 yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele za Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa hata na wa, wana wako wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia na sanduku la Mungu limetwaliwa. Katika mstari wa 18, ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma, kando ya mlango kish, shingo yake ikavunjika, akafa, maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamuru Israeli miaka arobaini. Katika mstari wa 19, tena mkewe, tena mkwewe, mke wa Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikia hata. Alipokuwa ishirini hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria hu, walio karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana uzaa umezaa mtoto mwanamume, walakini hakujibu wala hakumtazama. Ishirini na moja, akamwita mtoto Ikabodi akisema, huu utukufu huu utukufu umeondoka katika Israeli kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Na fungu la ishirini na mbili la mwisho anasema na akasema huu utukufu umeondoka katika Israeli maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Mpendwa, haya masomo tunaojifunza hapa, hatusomi kama historia, hatusomi tu kama visa ambavyo vilitokea, lakini tunasoma kama mfano wa maisha ambayo sisi wenyewe tusipokuwa makini tunaweza tukayapitia. Kisa hiki cha Hofni na Finehasi kinaishia hapa. Kifo chao kilikuwa ni kifo cha huzuni sana, walikufa na sanduku la Mungu lilichukuliwa, na watu wengi walikufa, kuto kumsikiliza Mungu na maelekezo yake na maagizo yake. Hatumkomoi Mungu, lakini sisi wenyewe tunajikuta tunaishia katika matatum. Yote ambayo Mungu anatuambia ni kwa sababu yetu na watoto wetu. Yote ambayo Mungu anatuelekeza tuyafanye katika haya maisha, lengo lake ni kutupa unafuu, lengo lake ni kutupa amani na furaha, lengo lake ni kutuelekeza katika njia ambayo ni sahihi, ambayo tukiipita njia hiyo itatupa amani na furaha. Kwa hiyo kukengeuka na kutokusikiliza maagizo ya Mungu na kufanya kana kwamba tunavyotaka sisi, inakuwa ni kwamba tumeachana na Mungu na tumeenda upande ule wa adui Shetani. Na siku zote tunafahamu lengo la mwovu Shetani ni moja tu, kutuangamiza. Kwa pale ambapo Hofni na Finehasi walipofanya mambo yao na kutukana jina la Mungu kwa matendo yao na kufanya machukizo yote na Mungu alipomfuata Eli akamwambia, na Eli naye akakataa kuwaonya watoto wake kwa njia ambayo ni sahihi. Mungu aliamua funzo hili litokee, ili mimi na wewe tunasoma hivi leo, tukapate kujua kwamba huyu Mungu ni Mungu wa haki, huyu Mungu ni Mungu mwingi wa rehema, huyu Mungu ni mwenye upendo, lakini upendo wake mpendwa sio wa kuchukulia tu hivi hivi, kwamba haya, kwa sababu Mungu anatupenda basi tunaweza tukafanya kitu tunachotaka. Hapana tunatakiwa tufuate na tusikilize anachotuambia ni nini, maana maneno yake, maandiko yake ni kwa ajili yetu, si kwa ajili yake. Somo hili katika hichi kitabu cha Samweli likatufundishe na likatukumbushe kwamba, kama vile Eli alivyoangamia, watoto wake wakaangamia, sanduku likachukuliwa, Hofni na Finehasi wakafa. Na sisi hivi leo, tusipotazama tusipozisimamia familia zetu, tusiposimamia watoto wetu, tusipowafundisha katika njia ambazo ni njema, tusipoelekeza kwa Mungu wa kweli, tusipowakaripia kwa makaripio ambayo ni ya kweli kweli, basi tutakuja kuangamia, na hatutaangamia tu sisi wataangamia pia na watoto wetu, na si watoto wetu tu, hata jamii zetu zitaangamia. Maana hapa haikuangamia tu familia ya Eli, lakini hata ile jamii iliyowazunguka kwa sababu ya jamii inajengwa na familia. Familia yako usipoisimamia vizuri, ili ielekee kumfuata Mungu wa mbinguni, basi familia yako, familia ya mtu mwingine, na familia ya yule na ya yule kule, zisiposimama kufanya majukumu yao, tutatengeneza jamii moja ambayo inaelekea kwenye uangamivu. Kwa ole wako ole wangu, unaenisikiliza, kama umepata fursa ya kutazama na kusikiliza video hii, siko hapa kujionyesha tu na siko hapa kufanya live tu. Hii ni ujumbe kutoka kwa Mungu kwamba tazama maisha yako, nitazame maisha yangu, tumrudie Mungu wa kweli pale tulipomwachia, twende tumrudie, tutengeneze mahusiano yaliyo ya kweli na huyu Mungu wa mbinguni. Tuache kuishi kwa kinadharia, tuache kuishi kwa desturi, tuache kuishi kwa mazoea, tuache kuishi kwa kujifurahisha. Mpendwa, haimaanishi kwamba Mungu hatamani sisi tufurahi. Hapana, lakini anatamani tufurahi katika furaha ya kweli, kwa sababu kuna furaha ya kweli na kuna furaha ya bandia, ambapo furaha ya bandia ni furaha ya yule mwovu. Shetani anatuonyesha vitu vikiwa vinapendeza sana, lakini kumbe kinyume chake ni vitu vinavyotupeleka upotevuni. kwa hiyo mpendwa, Kaa chini, tafakari maisha yako, tafakari maisha ya familia yako, tafakari maisha ya watoto wako, tafakari maisha ya jamii yako kwa ujumla wake. Je, wewe una mchango gani ndani ya familia yako? Wewe una mchango gani ndani ya jamii yako? Na utakapojua mchango wako, basi mrudie muumba wako, ni mrudie muumba wangu, ili aweze kututengeneza, aweze kututengeneza kwa namna ambayo tutafaa ndani ya familia zetu, tutafaa nje katika jamii yetu, na mwisho wa siku tutaleta taswira nzuri, tutaleta mitazamo mizuri, tutaweza kufanya jamii zetu zimfahamu huyo Mungu mbinguni. Mungu akapati kukubariki sana, asante kwa kujoin live hii ya leo. Mungu akakuzidishie, na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa kukuja Asante kwa kuongea nasi kupitia kisa hichi cha Hofni na Finehasi. Baba tusaidie. Pale tulipo kuwacha tukarudi na tukaanze pamoja nawe. Tusaidie, tusaidie na sikiliza na tazama pamoja na familia zetu na jamii zetu kwa jina Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu akapate kukubariki sana, ukawe na siku njema. Usisahau ku like, usisahau ku share. Share kwa watu wengi, utakuwa na wewe pia umefanya kazi. Kwa kushea na kufanya watu wengine wasikie neno la Mungu. Asante sana, tukutane katika live nyingine. Asante sana wote mlio join, Mungu awabariki sana. Asanteni jamani, wote Mungu anawapenda wa sana. Asanteni na kwaheri.